imefanya mashambulizi makubwa ya makombora na ndege zisizo na rubani kwenye mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, na maeneo mengine ya nchi. Mapema siku ya Ijumaa, ilithibitishwa kwa mtu mmoja ameuawa huko Kyiv na moto mkubwa umetokea ambao umeharibu jengo la makazi katika wilaya nyingi za mji mkuu, Meya Vitali Klitschko alisema. Takribani watu 26 walijeruhiwa huku wafanyakazi wa dharura wakijibu mashambulizi mengi, kulingana na maofisa Klitschko alisema huenda watu wengine wawili waliuawa katika shambulio hilo, lakini bado haijathibitishwa, kwani waokoaji hawakuweza kutoa miili kutoka kwenye vifusi. Wakati huo huo, shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa vikosi vya ulinzi wa anga vya Urusi vimedungua au kunasa ndege za Ukraini usiku kucha, wizara ya ulinzi ilisema siku ya Ijumaa. Wizara hiyo ilisema imedungua ndege si zisizo na rubani katika eneo la kusini mwa Urusi